Waziri wa leba Daktari Alfred Mutua amemtaka kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kujiondoa kwenye ulingo wa kisiasa, akimtuhumu kwa kushindwa kufanikisha miradi ya maendeleo eneo la Ukambani. Akizungumza akiwa kaunti ya Kilifi wakati wa hafla ya harambee pamoja na gavana wa kaunti hiyo Gideon Mung'aro, Mutua amedokeza kwamba eneo hilo limesalia nyuma kimaendeleo kutokana na msimamo wake wa muda mrefu wa kuwa upande wa upinzani. Aidha, amewataka viongozi wa upinzani kujitenga na siasa za migawanyiko na kumuunga mkono Rais Ruto katika kutekeleza ajenda yake ya maendeleo kuelekea mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba. Asikize vizuri kura yake hapa sikili peke yake kwani. Na sisi tuko broad base tunafanya kazi hapo kama vile baba alivyotuacha, tuendelea kushirikiana sababu tuko kwa serikali ya broad base, tuko na waziri watano wa chama letu wa broad base wako kutoka pale Mwingi mpaka kwa Usekuru. Yeye amekaa miaka arobaini hata hajajenga barabara mpaka kwao, hajaweka stima kwao, hakuna maji kwao, kwa sababu siasa yake ni ya umaskini. Na sisi tunamwambia, tunampa notice Kalonzo Musyoka, tunamwambia now we are launching a revolution. Lazima sasa uondoke, ukae chini, umefanya kazi miaka yote, sasa utatuondokea sisi na wengine tuendeleze siasa za maendeleo Ukambani. Tumechoka na siasa za umaskini.